Je, unafahamu kwamba kuna maeneo ambayo mwanaume hapendi kufundishwa? Je, unafahamu kuna maeneo ambayo mwanaume hapendi kuambiwa hovyo? Je, unafahamu kuna maeneo ambayo mwanaume yuko tayari na atalipa hela ajue baadhi ya vitu? Lakini kuna vitu ambavyo hata umpe bure, hataki. Uviweke kwenye kitabu, umpeleke semina, hataki. Na kwa jinsi unavyolazimisha ajue hivyo vitu mtagombana. Akunywa maji ya Kilimanjaro. Maji asili. Kwa jinsi ambavyo unalazimisha mwanaume huyu ajue hivyo vitu au avielewe hivyo vitu mtagombana. Na kuna watu wengine kwenye mahusiano wameleta magomvi kwa sababu amekuwa akilazimisha hivi vitu. Unahitaji kuwa makini sana unavyoongea na mume wako kwenye hivi vitu, kwa sababu wengi hawapendi kujifunza au kufundishwa. Yuko tayari avitafute yeye mwenyewe, lakini sio kufundishwa na wewe. Yani unakaa tu umekaa kitandani una, unamfundisha, unamwambia twende kwenye semina. Ni ngumu sana. Akijifunza yeye mwenyewe, ana shida, atabadilika. Lakini ni maeneo ambayo wanaume wengi are not, men are not interested kwenye haya maeneo. Sasa ili yasije, so, yakakuletea shida kwenye mahusiano yako na utafute mbinu ya tofauti ya kumuinfluence mpenzi wako wa kiume au mme wako kujifunza, kwa sababu akijua unataka kumueducate kumpatronize kwenye vitu hivi mtagombana. Naomba nikupe maeneo manne kila mwanaume hapendi, anakwepa kufundishwa. Kwa nini? Kwa sababu wao wanajua, wanayajua kila mwanaume anajua, anajua haya maeneo. Yaani, kila mwanaume akizaliwa, ndani ya injini yake ameshajua, anajua haya maeneo. Hata kama hawajui, anajua anajua, na wengi kweli hawajui, lakini wanahisi wanajua, na hapendi kufundishwa. Maeneo manne, eneo la kwanza, eneo la sex, wanaume wanavyokutana kwenye vijiwe vyao, yaani kila mwanaume anajua, anajua seksi vibaya, jembe kila mwanaume anajua anajua na hataki kufundishwa tena. Mbaya zaidi, bora aelekezwe na mwanaume mwenzake, sio mwanamke, sio mwanamke. Kwake ni aibu, anajua. Wee un un un un unajua nini mpaka umwambie kuhusu sex? Na ndio maana mwanaume ana feel humiliated, ana anakuwa embarrassed mwanamke anapomwambia, sijafika, ungetakiwa ufanye hivi, leta kidole chako niguse huku. Mwanamume apendi. Kwa nini? anaona kama unamfundisha kitu ambacho anajua. Kwa hiyo inahitaji mwanaume aliyemwelewa, anayefahamu kwamba ni kweli kuna vitu hajui, ili aweze kuwa tayari kufundishwa na mke wake, ili aweze kuwa tayari kufundishwa na mfu, mkufu, mtu anayefundisha, ili aweze kuwa tayari kufundishwa na kitabu. Lazima afahamu ndani yake na akubali kwamba kuna vitu ambavyo hajui. Eneo la pili, Eneo la mahusiano na ndoa. Ndiyo maana ni ngumu kumpeleka mume wako kwenye semina ya ndoa, ndiyo maana ni ngumu mume wako anunue kitabu cha mahusiano na ndoa, ndiyo maana wale wanaoorganize semina za ndoa, wachungaji, wainjilisti makanisani huko, ni ngumu sana kupata wanaume. Angalia jinsi ambavyo matukio ya mahusiano ya, ya wanawake walivyo, wamejaa jinsi ambavyo inachukua muda mrefu kumkonvinsi mme wako kulipia, na mara nyingine unalipa mwenyewe na unamwambia nimelipa, twende, na haji. Nimefanya mimi haya makongamano mara nyingi sana, anakwambia nitakuja, na unalipa, na tena mwingine anakwambia paka tangulia, na haji. Kwa nini? eneo la mahusiano mwanaume anajua, anajua. Eneo la ndoa mwanaume anajua, anajua, anahisi anajua kila kitu na anasema kabisa, wewe wewe, usinifundishe kuhusu malezi, usinifundishe mapenzi, usinifundishe kuhusu ndoa na nitafanya kinavyojua mimi. Ni eneo ambalo wanaume wengi wanakwepa. Haimaanishi wanajua, hapana, wanakwepa. Ndani yao ego inamwambia you know everything. Eneo la tatu ni eneo la uchumi na elimu ya fedha. Kila mwanaume anajua, anajua kutumia pesa kila mwanaume anaamini huwezi kunifundisha kutumia hela yangu, mi mwenyewe. Lakini hapana, ni ukweli unaweza kufundishwa. Wako wanaume wengi ni watumiaji wabaya wa pesa, wako wanaume wengi wanaishi bila bajeti, wako wanaume wengi wanaishi kwa madeni, mikopo. Unahitaji kufundishwa kuhusu elimu ya pesa, unahitaji kufundishwa kuhusu uchumi. Wanaume wanapenda kujifunza vitu vya magari eh, mainjini eh, teknolojia, sayansi, siasa huko wengi, lakini uchumi, elimu hawapendi kufundishwa, hawapendi. Nenda kwenye jamii, angalia elimu za fedha, uchumi, kusevu, kuwekeza, utakuta wanawake ndio wengi. Nenda kwenye vikoba, tumeita fulani ajaongea na sisi, wanawake wengi. Wanaume wako wapi? Wanakwepa. Eneo la nne la mwisho ni eneo la malezi. Kila mwanaume anaamini, huwezi kunifundisha kulea mtoto wangu, which is a lie, ni uongo. Kila mwanaume anaamini, mtoto wangu nitamlea mwenyewe, huwezi kunifundisha. Nenda kwenye mashule, wakati wazazi wameita walimu, wameita wazazi, unakuta wamama hivi, wanaume wako wapi? Anaamini kazi yangu kwa mtoto wangu ni kulipa ada, sio kuja kuambiwa namna ya kulea mtoto wangu mwanaume amini, na hicho kinafanya wababa wengi wamekuwa poor parents, walezi wa bovu wa, walezi wa, wa wabaya wa wa walezi wasiojua baadhi ya mambo. Kwa nini hawaamini kwamba wanaweza kufundishwa? Baba uliyeko hapa, mwanaume uliyeko hapa, mwanaume unayenitazama, mwanaume unayenifuatilia, naomba nikuambie, unahitaji kuwa tayari kufundishwa, kwa sababu kuna maeneo ambayo unahitaji msaada unahitaji kufahamu na kufundishwa kuhusu tendo la ndoa sex. Unahitaji kufundishwa na kueleweshwa kuhusu mahusiano na ndoa. Unahitaji kufundishwa na kusaidiwa kuhusu uchumi na elimu ya fedha. Unahitaji kufundishwa na kuwezeshwa kuhusu malezi. Maeneo manne. Naitwa Dr. Chris Mauki.